ekhafu yamwali murubeni makokha khukhwama eyabeko eromekhambo yave netiba silo sibirire yakhaba nenyolekhana khusoko khwesirisia nabakikatilemo vakirere mufuko eyi bamenywa navesindukhira sikholw resio <coughs> <coughs> bamenywa babende maoni kakawukhane khulondekhana nende sikholo sino eyi nabalo bekomba mbo chinyama echo babe nabachosya busana namwe bachirusia ya khubela abandu banyala bachirumikhila bapolisi ve musirisha bakha nivavukula chinyama echo navachaanenacho ili vaendele khukhola uchungusi vamanye sina sikholelele namwene anu uvere wibire khafu yo mala wakakata nendera kamakeni kano nange so the only right brother omwana wa polisi nendisirisia